Mm. Now. <laughs> I'm talking to a few of my friends na naniambia kwamba jamani, siku hizi yani, mambo yamebadilika kwa sana. Kuna wakati jamani ya, going to church was the ultimate goal. Unaamka pale Sunday asubuhi na mapema unajitayarisha, unaenda kwenda kanisani, lakini siku hizi kidogo sio kama vile kitambo ya. And a friend of mine alikuwa ananiambia kwamba kuna baadhi ya makanisa ambayo yanadhulumu uh, washirika Mm, kuna video pale kwenye mtandao wa kijamii um, imesambaa sana na imesumbua watu sana. Tell me why huyu mshirika anazaba makofi kwa sababu umesinzia kidogo pale? Eh, Kenya iko mambo mengi sana Kenya iko mambo mengi sana. Amka amka na makofia yako ya takataka, toka hapa, enda nyuma huko, kwenda kwenda nyuma Kwenda huko, stupid nawe. Kwa nini analala hapa na namuona yeah. Na nini mukata wewe, toka hata hukumuona makofi na Kambua, haya ndio kondo kaina kule nyuma, na sio mara ya kwanza, ni vitu ambavyo vinafanyika pale. I don't know about you. Je, unahisi kwamba jamani, kanisa ambapo unaenda i you feel like ukienda pale, una feel you're in the house of God ama una feel you are in the house of a pastor, sawa? Because I feel like pale kanisani is where you go and find clarity, unapata amani na kuja pale ya yani you're going to have a conversation na mungu wako, sawa? Siku hizi mambo sio kama kitambo jamani. Yani kidogo hiyo video inasumbuakwa sana so i don't feel, sijui sijui kama unani unanipata yani kivyako, do you feel unapoenda pale kanisani actually uko in the house of God ama jamani uko kwenye house of pastor? makofi left inakuwaje? Right and center, do you feel unadhulumiwa kwa vingine pale, labda kwa matamshi ambayo anasemwa pale, una, una feel unahukumiwa unajajiwa pale eh? talk to me 0204445975 nitafurahi sana kuzungumza nawe in the next few